Bit. Mechi ya Simba na Yanga unaionaje leo? Hakika <laughs> ah, nakwambia leo lazima Yanga afunge tena mapema tu no. Nina kila sababu ya kusema hivi kwa sababu nina kikosi kipana. Nina kikosi ambacho kimeimalika, watoto wanapiga mwingi, wanakimbiza mchaka mchaka, ni hatari, wanabaraa anakufa mapema <laughs> Kwa Simba mnashinda leo, mnachukua kombe leo? Ah, kombe. Eleo, na finali. Kwa Yanga leo mnawamalizami ya. Naamini Yanga itashinda hizo, ah, ni mbwembwe hizo, ni mbwembwe tu za weng Ila Yanga tunashinda. Hakuna ah, timu pale. Mababu tu wamejaa. Wapo vijana ambao ah, wanaongoza. Nani, nani nani nani? Wameoza. Wameoza wote. Wameoza. Wameoza achana nao. Kwa leo ushindi kwenu. Mapema dakika arobaini na tano tutaona kula tatu. Dakika arobaini na tano tatu napiga. Tunamaliza mchezo wa kwanza mpira mapema. Asi <laughs> ngoja tusubiri muda ukifika. Eh. Hey, hey. Yaliomo yamo hayamo. Wewe upo hapa sasa? Upo pande gani? Niko Yanga mi niko kulia, mpira sasa kulia, tutawapiga mpira. Upo upo, mpira upo. Haya, ngoja muda mda ufike. Haya, ongela.